Mtazamaji wa Global TV, migogoro ya ardhi imekuwa mingi sana sasa hivi nchini. Watu wengi wamekuwa wakidhulumiwa viwanja, lakini wengine wamekuwa wakidhulumiwa mashamba yao. Sasa leo hii hapa nimekutana na mzee wa zamani kidogo, amedhulumiwa uh, kiwanja chake katika eneo la Mbezi Beach hapa jijini Dar es Salaam, lakini baada ya hapo sasa kiwanja hicho kimemilikishwa mtu mwingine, na baada ya sasa kwenda kukidai kile kiwanja amekuwa akizungushwa, akipewa sababu, na wakati mwingine amekuwa katika iko kiwanja akikutana na mabounce ambao wamekuwa wakimzuia ama kumkataza, na hata baada ya kulifikisha kwenye mamlaka husika walimwambia kwamba eneo hili uh, limerudishwa kwa mheshimiwa rais, uh, jambo ambalo anadai kwamba si kweli kwa sababu uh, sheria ama taratibu zote za mheshimiwa rais kuvichukua viwanja hivyo zinajulikana. Kwa hivyo anamwomba sana rais wa Jamhuri, eh, wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aweze kumsaidia kwa sababu ana uhakika kwamba viwanja hivyo hajavichukua yeye na huenda kuna sababu ziko nyuma yake. Mimi naitwa Mohamed Asmani Pongwa na kumbukumbu kumbu zangu ni kwamba hapa niliona, maga, niliona tangazo kwenye magazeti kwamba kuna viwanja vimepimwa elia ya Kilongo Wima miaka ya elfu moja mia tisa thamanini na tisa. Matangazo haya yalivyotoka nikaenda mpaka ofisi ya ardhi na nikachukua ofa nikaandikiwa ofa na nikapewa kiwanja 349. Utaratibu wa zamani baada ya kupata ofa unalipia, baada ya muda fulani kama miaka mitatu minne ndio napewa hati. Na nikapewa hati hapa halisi ya kumiliki kiwanja hiki baada ya malipo yote ya serikali, na hati zangu zote ninazo. Sasa baada kupata vitu hivyo vyote, mimi nilikuwa mtumishi wa TANESCO nikahamishwa hapa Dar es Salaam. Nikenda mikoani. Sasa wakati nataka wakati niko mikoani iki kiwanja huku kikaanza kuva watu kaanza kukimezea mate. Sasa mimi niko mikoani, lakini ikaja wakati mmoja hawa jamaa wanawafahamu ndio nakuja hapa mabauti wataka kunipiga. Wewe kuingia hapa ndani na mpaka leo wapo, wapo. Sasa nashangaa hawa wamehamia wame pale vipi? Eh, nani kwa kwa kile ke, ke, kiwanja wamepima vipi wamejenga vipi kwa kibali gani? Sasa hii hati mimi miaka tisini na tisa. Hii hati kama, kama sasa hivi leo ananiambia hicho kiwanja kimefutwa kiko chini ya rais. Lakini rais, kini ndani, kuna mtu mmoja ndani anakaa. Eh. So, kuna mtu amekaa hapo na wewe hati bado unao. Mimi hati nayo na yule mtu yuko pale. Na nikaenda kufanya search. Nimekwenda kule hadidi kufanya search imetoa elfu arobaini kufanya kufanya sachi inaonekana jina langu lipo, wanandigombanisha sasa mimi na rais wa nchi. Kama hiki kiwanja kimechukuliwa na rais, mimi nimchukie rais wangu mpendwa? Tukafanya sachi nyingine tena hivyo hivyo. Sasa mpaka leo yule mtu kwenye chumba hiki, nyumba hii, bado yupo. Sasa mimi ni muone Mheshimiwa Rais nijue utaratibu gani umetumika kunichanganya kiwanja changu ambacho mimi nina ruhusa miaka 99 na mtu akinyang'anywa kiwanja si anapewa barua? Kama kiwanja changu kimechukuliwa na rais, sijapata barua yote, na kuna mtu mpaka leo amekaa pale. Kwa hiyo mimi kwa unyonge kabisa, nakuomba rais wangu, rais wa wanyonge, Mama Samia Suluhu Hassan, watu wako waliowaamini kazi ya ardhi, wako wengine sio waaminifu, hawana hofu ya Mungu. Hawa watu wanazama ya maslahi yao wanawapa watu wanaotaka wao viwanja, wanatunyang'anya watu wenye haki. Mimi naomba kiwanja changu 349 Jangwani Beach kilonga wima. Huyu mvamizi bado yuko hapo. Huyu mvamizi aondolewe, nirudishiwe ardhi yangu. Wanataka kutugombanisha rais wangu na na sisi wa raia zako tulokuwa chini kwamba rais unapora viwanja, lakini watu wanaokaa pale ni watu wao, wanatumia jina la wa rais, kiwanja kimefutwa kumbe kiwanja wanataka kumpa mtu mwingine, na kuna mtu hapo ameweka uzio ana bouncer ameweka kiwanja changu. Na kiomba rais unisikilize sana, naomba msaada wako, rais wa wanyonge. Waziri kama unanisikia, waziri wa ardhi, waziri wa ardhi nimekuona Shinyanga, wapi Handeni kule, umesaidia watu wanyonge, naomba na mimi mnyonge mwenzi unisaidie sasa. Kwa historia kwamba mimi ni sasa hivi na miaka Uh, inakaribia themanini sasa. Kwa historia, watu wa Sumbawanga wananijua mimi ndiyo nilikuwa meneja wa kwanza wa TANESCO Sumbawanga, ndiyo nimesambaza umeme Sumbawanga wanga mwaka themanini na mbili, nimekaa pale themanini na tatu, nimekaa pale themanini na nne, nimekaa pale. Wazee wa Sumbawanga wananijua jamani, mimi siya sijatumikia taifa hili eh? Wazee wa Sumbawanga wananijua kina mzengkoswe eh, wakati ule Eh. Hey. Wote viongozi wa zamani wakina Askofu Mtakila wananijua. Mimi mtu wa Sumbawanga. Nimetumikia Sumbawanga, nimeleta umeme mpaka leo. Na sio Sumbawanga. Nimekwenda mpaka Mpanda wakati wewe ulikuwa mkoa mmoja. Nimepeleka umeme Sumbawanga. Sasa mimi jamani haki yangu ndio kuja kunyang'anya kiwanja na watoto wadogo wa miaka 20. Bado wa chama mimi nimeingia mwaka 69. Mhm. Nimeingia 69 mimi chama cha tano. Wakati huo mimi niko JKT. Wetu kuwa askari zamani bila JKT mimi nimefanya JKT. mm -hmm. Mefanya, ka, mefanya JKT, ya, ya, ya lazima ya, ya, ya kuwajibika ile mm. Halafu mimi nimekuwa jeshi pia, nimefanya miezi sita ofisa cadet. Eh, nimeshindwa tu mazingira nime mzalendo wa nchi hii, ni mzalendo na uchungu na nchi hii, vijana wetu wata kutuweka pabaya. Mama Samia una watu ambao sasa hivi